Msichana, mwanamke, mdada, anaendelea tu kukukumbusha kwamba kila unachokipitia sasa hivi kwenye hayo mahusiano yako sasa hivi, iwe ni unapigwa vipigo, iwe ni hakuna consistency tena, huoni muendelezo wa chochote hakuna um, unapewa ahadi za uongo, baby nitakununulia nyumba, gari, miaka inaenda, inasogea, uko hapo unateseka, umeingia kwenye depression. Yote unayoyapitia hapo, eh, saa nyingine anakuja na mahawara zake hapo nyumbani, yaani vyote unavyovipitia hapo kwa huyo mwanaume, alafu unakaa kumlaumu. Usimlaumu huyo kaka. Why? You are the reason of everything. Kwa sababu wewe ni mwanamke ambaye hujitambui, hujielewi, hujui thamani yako hapa duniani. Umekuja hapa duniani kumdhalilisha Mungu na Mungu akukuleta hapa roho yako duniani kwa ajili ya kumdhalilisha. Unamdhalilisha Mungu, unamwembarasi Mungu. My dear, acha kumlaumu huyo kaka. Kaa chini, jilaumu wewe, na baada ya kujilaumu, jiambie hivi, I am the reason of everything and from today I am going to choose myself because I deserve better. Alafu fanya maamuzi. Acha kuishi kama wale mama wa zamani. Mama zetu walikuwa wanatuambia hawatoki kwa sababu yetu, hizo zama tumeshapita. Usiishi kama mama yako, like siwezi kutoka na naofia watoto wangu hu, watoto huu. Mbona yeye anakufanyia vituko na ofi mental health ya watoto wake? Kwa sababu mwanaume anapomuathiri mwanamke, anapomfanyia vibaya mwanamke, manake anaathiri mpaka watoto wake. Kwa nini yeye ajali kuhusu hilo? Kwa hiyo, baby girl, chukua hatua. Furaha yako, maisha yako ni jukumu lako. is a baby girl.